Naam, karibu kwenye Gumzo Updates na kwa mara nyingine tena tunaelekea kisiwani Pemba ambako leo hii mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman aliswali pamoja na waumini wenzake swale Ijumaa katika msikiti wa Masjidi Takwa uliopo kijiji cha Maziwani, jimbo la Pandani, mkoa wa Kaskazini, ambako ametoa wito akisema kwamba uongozi bora haujengi migawanyiko bali mshikamano. Akizungumza baada ya swala hiyo Ijumaa, alisema Alhaji Othman kwamba jamii ya Zanzibar imepoteza baadhi ya misingi yake awali iliyojengwa juu ya maadili mema, mapenzi na mshikamano. Aliongeza na hapa namnukuu: jamii ya watu wa Zanzibar tangu zamani ilijulikana kwa silka na akhlaki njema, umoja na mapenzi makubwa. Leo hii imebadilika, hata baadhi ya viongozi wa dini wamejikita kuwatetea wanasiasa na kuwacha haki ipotee. Aliongeza kuwa jamii ya sasa imegubikwa na vitendo vinavyodhoofisha misingi ya haki na dini, hali ambayo huchochea migogoro na kukosekana kwa amani ya kweli. Alisisitiza na hapa nanukuu tena: jamii yetu sasa imegubikwa na hila na kupoteza hata misingi ya dini, kwani watawala wanawatesa wananchi na raia nao wanatesana kwa kisingizio cha kupigania riziki, huku wakisahau kwamba mmiliki na mtoaji wa riziki ni mmoja tu, Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mwisho wa kumnukuu. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa ACT Wazalendo, ni wajibu wa wananchi wote wakiwemo viongozi wa, wa ngazi zote kusimamia haki kwa vitendo, akieleza kuwa haki ndio msingi mkuu wa amani na utulivu wa kudumu katika jamii. Wakati huo huo, khatibu wa sala ya Ijumaa hiyo Shekh Harub Said Bakar akitoa hutuba mbili aliwaasa waumini kumcha Mwenyezi Mungu na kuzingatia kutenda mema katika maisha yayo ya kila siku. Alisema na hapa na mnukuu, ndugu zangu, za maisha ya duniani ni ya mpito na siku ya Kiama kuna malipo ya kheri kwa aliyetenda mema na shari kwa aliyetenda maovu. Mwisho wa kumnukuu Sheikh Harub ambaye alisisitiza umuhimu wa kupendana, kusaidiana na kuishi kwa amani. Awali kabla ya sala hiyo ya Ijumaa, Alhaji Othman alijumuika na wazee wa mji huo, waumini na wananchi katika dua maalum iliyofanyika msikitini hapo. Ibada hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa dini, jamii na siasa wakiwemo wawakilishi wa bunge pamoja na watendaji wakuu wa ACT Wazalendo kisiwani Pemba. Miongoni mwa waliohudhuria ni mratibu wa chama kisiwani humo na wenye viti wa mikoa ya kichama ya Wete na Micheweni.